No, mambo vipi mtongo nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevoo TV na kukumbusha cheza pia na kocha anamkubali kinoma, no. Lakini tunajua Bajabeli bwana alivyokuja hapo Msimbazi alipitia mambo mengi sana. Ndio, unajua kabisa klabu ya Simba ilivyoenda kumchukua huyu mchezaji, kulikuwa kuna masharti mengi sana na huyu mchezaji ishi bwana, viongozi wa kule bwana wa Kenya ili wauma kinamna fulani, kwa nini aondoke ni perform na Simba nione niwafurahishe, sasa nikienda tena kule nikipata majeruhi itakuwaje? Eh, Simba atakuja kuniacha dirisha dogo, kwa hiyo amegomea kwa namna fulani hivi ili aitumikie timu ya Simba, ili bwana asije kuumia akapata majeruhi. Anaona alichokifanya ni jambo sahihi kwa sababu akiumia itakuwa ni lawama kwake, kwa sababu wana Simba wamemsubiri sana kwa ajili ya kumuona anavyocheza hapo Msimbazi, kwa sababu hajamuona anavyo perform akiwa na klabu ya Simba. Kwa hiyo akiumia tena itakuwa kashesha kwa upande wake. Wana Simba wanamsubiri sana sana kuona uwezo wake, kwa hiyo ni mambo ni mengi mtu wangu wa nguvu. Nakukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari za zote za mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni yao, mtu wangu wa nguvu, asante sana.